Chaneli yetu ambayo inaitwa Faulink. Faulink ni chaneli ambayo inahusika na utengenezaji, pamoja na ndugu mfuatiliaji wa Faulink, Faulink chaneli ni chaneli ambayo Faulink chaneli kwenye Faulink channel utapata video tofauti tofauti za namna ya kutumia mifumo yetu, video tofauti tofauti za kujifunza kompyuta, kujifunza Excel pamoja na utengenezaji wa mifumo mbalimbali mbali. Kwa hiyo hapa ni kiwanda cha utengenezaji wa mifumo kama unavyoona, hii hapa ni website yetu ambayo inaitwa Faulink. Kwa hiyo hii hapa yote ni mifumo, kwa hiyo hapa unapata mifumo tofauti tofauti kwenye YouTube subscribe, utaweza kupata tofauti tofauti, utaweza utapata mafundisho tofauti tofauti ya namna ya kutumia mfumo wetu, namna ya kujifunza kutengeneza mifumo pamoja na matumizi ya kompyuta na elimu ya Excel. Sasa leo naenda kufundisha tu mfumo mmoja hapo kati ya mifumo yote tulionayo, leo nafundisha mfumo mmoja tu ambao ni mfumo wa mauzo. Sasa mfumo wa mauzo unaupataje? inatakiwa uwe na browser yako ambayo aidha ni Chrome, Opera Mini au uwe na Mozilla Firefox au uingilia tu kwenye Google kama kawaida. Ukiwa na MB zako chache kabisa, utaweza kuasesi mfumo wetu wa mauzo. Yo, cha kwanza mfumo wa mauzo uko hosted kwenye website kubwa ambayo inaitwa faulink.com, faulink.com. Kwa hiyo sasa cha kwanza andika faulink.com kama unavyoona hapa faulink.com Ukishaandika faulink.com, ukipiga enter utafunguka mfumo wa namna hii hapa, kama unavyoona, utafunguka mfumo ambao una mifumo mingi zaidi. Kwa sasa wewe unaweza ukatumia mfumo mmoja hapo, kama mfumo wa wasibu, ukajiregista, ukaanza kufanya kazi zako za wasibu, mfumo wa matokeo, mfumo wa mauzo. Sasa leo lengo letu ni kujifunza namna kutumia mfumo wa mauzo. Yeah, kama kawaida kwasa ukijirejista hapo, ukifungua hapo, ukiklik hapa kwenye sales, kwa maana mauzo, utakuja hapa hivi kwenye hii peji. Hii peji itakuelekeza namna ya kujisajili na namna ya kuingia kwao, kwa sababu we huna akaunti mpaka sasa hivi ya mauzo, inatakiwa ujisajili kwanza ili upate akaunti yako, lakini kama una akaunti basi unaingia moja kwa moja. Kwa hiyo tuchukulie sasa, mimi ni mtumiaji wa mara ya kwanza, sina akaunti kwenye mfumo wangu. Kwa cha kwanza mimi nita ingi, nita, nita ingiza kwa nitaingiza username yangu pamoja na password. Nitaingiza username pamoja na password. Kota hapo nimesha jiregista hapo, mimi inatuambia registration successfully worker and boss account created. Kwa maana kumbe unapojisajili at the same time unafungua account ya boss na unafungua account ya mfanyakazi wako. Kwa sasa hapa mimi naenda ku login, sasa naenda ku login kama kawaida ku login. Nikitaka ku login sasa kama mfanyakazi ninaweka ile username yangu niliyoiweka kwenye kujirejista, nina logini kama mfanyakazi. Nikilogini kama mfanyakazi nitakutana na hiki kitu, nitakutana na hiki kitu hiki, ambapo mimi nitaweza kuingiza bidhaa. Bosi wangu anaweza kaniambia ingiza mzigo hapo, ingiza vifaa vilivyonunuliwa, lakini pia nitaanza kufanya mauzo lakini pia nita, nitaangalia taarifa za mauzo tofauti tfaut, tofauti sasa. Mimi nataka niingie kama bosi. Kwa mfano hapa kuna baadhi ya vitu sivioni kwa sababu nimeingia kama, nimeingia kama mtu wa kufanya mauzo au kama mfanyakazi log out. Sasa nikisha log out sasa, hebu ngoja ni login kama bosi. Ukilogin kama bosi, kwa mfano unapo create akaunti kwa mara ya kwanza, moja kwa moja akaunti mbili zinakuwa created, moja inakuwa ni ya mfanyakazi na moja inakuwa ni ya bosi. Kwa sasa, we kama bosi, kwenye ile username yako hapa utaongezea neno bosi alafu password inabaki ile ile. Kwa sasa bosi utaongezewa neno boss kwenye username, kwenye ile username ambayo imekuwa created, lakini mfanyakazi wako ataingiza tu ile username iliyoingia kwenye usajili kama kawaida. Ko, kama unavyoona hapa, sasa bosi amepata elementi zingine nyingi zaidi lakini vitu vingine vyote anaweza kuwa vs. Hii ni kwa sababu sisi tunataka mfanyakazi awe na uwezo wa kuona vitu vichache kuliko bosi mwenyewe, lakini bosi anaweza kaangalia ripoti zote, kila kitu ambacho anakifanya mfanyakazi yeah. Sasa ngoja tu log out tena tuingie kama mfanyakazi tuone vitu ambavyo unaweza ukavifanya. Tuingie kama mfanyakazi Naingia kama mfanyakazi. Nikishalogin ni kama mfanyakazi, ninakuwa na uwezo wa kuingiza bidhaa, sababu hiyo bosi anaweza kuambia bana, ingiza bidhaa. Naingiza hapa, labda product namba ya kwanza, bidhaa iliyoingia, maybe nimenunua sabuni. Sabuni nataka niuze kila sabuni moja kwa shilingi ngapi? Kwa mfano mimi nauza rejareja kwao, ina maana nitauza kama rejareja, nitauza kwa kipande kimoja kimoja, labda kipande kimoja nauza mia tano ndo nitakayojaza hapo. Lakini je, sabuni nimenunua ngapi jumla? Nikihesabu kile kipande kimoja kimoja, jumla nazo ngapi? Maybe ninazo elfu moja. Lakini hapa, cost price kwenye hizo sabuni elfu moja nilizonunua, nilizoingiza store, jumla pesa nilionunulia ni shilingi ngapi? Maybe kwa sababu ninauza mia tano mia tano na nimenunua sabuni elfu moja kwa hapa, nitakuwa nimenunulia shilingi laki tano kwao. Ninaongeza hapo bizaa yangu kama kawaida. Lengo la kufanya hivi, tunataka baadaye tuwe tunapata faida au hasara, tujue kiasi tulichonunulia na kiasi cha kuuzia pamoja na mzigo ulionunuliwa ili tuweze kupata kujua kama tuna faida au hatuna faida, lakini tuweze kujua stock kuna mzigo kiasi gani. Kama unavyoona hapo, kwa mfano nina maybe product nyingine, maybe nina lotion lotion. Yenyewe kuwa nauza maybe kwa 5000 lakini hizo lotion mimi nimenunua lotion mia moja kwa pia hapa itaonekana nimenulia kwa cost ya laki tano. Mfano kwa mimi nitaingiza hivyo vitu vyote hivyo, kwa bosi anaweza akaingiza, lakini pia mfanya kazi anaweza akaingiza. Nikishamaliza hapo ninarudi kwenye home. Sorry, tulogi tena, tulogi ni tena kwa sababu hapo tumetoka. Okay, tuna login tena. Mi nimeshaingiza hizo taarifa zote ishaingiza tuchukulie kwanza, hasa nimeshaingiza kila kitu. Kazi iliyobaki kwa ajili ya mfanyakazi ni kufanya mauzo. Kwa mwenyewe ataingia tu hapo, atachagua kwa mfano, hapa lotion inauzwa shilingi 5000. Stoo zipo ngapi? Zipo elfu moja. Kwa atachagua tu hapo, atasema labda nimeuza lotion ni mbili. Mfano ilikuwa tarehe tuseme huyo ameuza tarehe ya leo mwezi wa tano tarehe thelathini na moja atarekodi kwa kama ameuza losheni mbili kila mmoja elfu tano, kwa maana hapa atakuwa ameuza jumla elfu kumi. Atakuja mteja mwingine. Angalia hapa, ameuza mbili, stock zimebaki tisini na nane kwa sababu zilikuwepo mia moja Tuja hapa kwenye los, sabuni ameuza sabuni ngapi? ameuza sabuni kumi ameuza sabuni kumi pia, siku ya leo tunarekodi. Ko, kama unavyoona hapa, ameuza sabuni kumi kila mmoja mia tano, ko itakuwa imeshakuwa elfu tano. Ko atakuwa anaingiza mauzo kama kawaida, anaingiza mauzo ko, kazi yake yeye ni kuingiza mauzo kama mfanyakazi, yaani kazi yake. Kwa hiyo ni kuingiza tu, hata sio kazi kubwa. Mteja amekuja, anachagua kitu anachotaka kuingiza, basi anaingiza kama kawaida, kwao hamna shida yoyote ile. Lakini pia kuna kuna mahitaji yake pia, kama mfanyakazi au matumizi anayokuwa anayafanya. Kwa kama kuna matumizi yoyote anataka kuyafanya yeye atakuwa anajaza hapa. Kwa mfano, labda ni chakula, labda ananunua shilingi ngapi leo, labda ametumia elfu tano. Aliye approve ni nani? Labda ni bosi. Tunafanya hivi ili kujilizisha kwamba alichokifanya ni nani alimruhusu, aidha ni bosi ulikuwa umempa hiyo idhini, au kitu gani kimefanyika kwa hapo. Kama kawaida, tunaweka kiasi Oh, ilikuwa tarehe ngapi? Maybe ilikuwa siku ya leo kona, unaweka hapo kama kawaida. Unaweza ka ukafuta, unaweza ka... akaja tena maybe umeme umeme, alilipia shilingi ngapi? elfu ishirini na tano mfano, au tusema alilipia elfu kumi umeme, alilipia elfu kumi Aliapprove ni nani? Ni bosi. Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa pia maybe ilikuwa tarehe ishirini na tisa. Kwa kama unavyoona po details zote zitakuwa zina- zinaingia. Kwa sasa unaweza ukafilta sasa by date au by month, au yote, kwa namna yoyote. Kwa sasa mfanyakazi anakuwa anaingiza matumizi na anakuwa anaingiza mauzo peke yake. Tuje sasa tuingie kama bosi, sasa log out afu tuje tuingie kama bosi. Unaongezea neno bosi, paswodi na baki ni ile ile. Ko, kama unavyoona, bosi anaweza akaasesi vitu vyote, anaweza kupata ripoti kama unavyoona hapa, anaweza kupata ripoti kwa mfano kwa tarehe data maybe siku ya tarehe thelathini na moja mauzo yalikuwaje kwa ujumla. Okay, ngoja tuangalie kitu kimoja hapa. tuangalie ripoti maybe kwa tarehe ya yeah. Ok, mtandao kidogo unasumbua, ngoja tuingie sasa kama mfanya kazi kwanza, ili tuweze kupata hizo ripoti zingine. Sasa kwa mfano, nije kwenye matumizi hapa, tuweze kupata ripoti hizo zingine. Kwa mfano, nataka nipate ripoti ya jumla ilikuwaje? Kama kawaida, jumla ya mauzo ilikuwa ni elfu kumi na tano kwa vyote mauzo yaliyofanyika, lakini kosti ya kiasi kilichokuwa kimenunua hivyo vitu vyote ilikuwa milioni sita, pesa ambayo imelosi mpaka sasa hivi, na maana hatujaingiza faida bado. Ni hapa hii inakuja kwa sababu tulikuwa tumeingiza detail za